Wizara ya Katiba na Sheria imefikia tamati ya utoaji wa mafunzo ya uraia na utawala bora kwa upande wa mikoa ya Mbeya na Pwani. Uh, halo nasema wewe ni mtendaji wa kata. Hayo yamejiri mkoani Pwani mapema Machi 17 mwaka huu, ikiwa ni juhudi za serikali ya Tanzania kuhakikisha inatoa mafunzo hayo kwa watumishi wa umma ili kuwajengea uwezo wa kutoa huduma bora kwa wananchi. Wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria na mratibu wa mafunzo ndugu Prosper Kisinini ametoa kongole kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wote waliofanikisha kukamilika kwa zoezi hilo. Wa kamati za usalama mkoa, kamati za usalama wilaya, watumishi wa halmashauri na watendaji wa kata wote. Jumla yao jumla ya wote ni mia tano hamsini na mbili ambao tumeweza kuwafikia katika mafunzo haya. Hivyo tumevuka hata lengo la awali ambao takiwa tuwafikie. Nichukue nafasi hii kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha ufanyikaji wa mafunzo haya, lakini pia ni shukuru Wizara ya Katiba na Sheria kwa kutafsiri falsafa ya Mheshimiwa Rais na kuiweka katika uhalisia, kwa maana ya kwamba kututuma sisi kwa ajili ya kuja kutekeleza majukumu haya, lakini kipekee pia na ushukuru wa uongozi wa mikoa yote miwili wametupa ushirikiano wa kutosha kabisa mpaka tumeweza kufanya ma mafunzo yetu vizuri. Kwa upande wake mkufunzi wa mafunzo ya utawala bora na haki za binadamu Mwalimu Faris Kibasa amesema kuwa mafunzo hayo yatasaidia watumishi hao kusimamia majukumu yao kwa ufanisi, huku afisa uchunguzi na mwezeshaji wa mada ya haki za binadamu ndugu Paul Sule naye akieleza namna mafunzo hayo yalivyokuwa na tija kwa watumishi. tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuweza kufikisha ile elimu iliyokuwa inahitajika kwa watu wale lakini mkoa wa Pwani kumekuwa kuzuri kabisa kwa sababu mkuu wa mkoa mwenyewe amehudhuria na katibu tawala wa mkoa amehudhuria. Kama yatafanyika mara nyingi na kwa ngazi tofauti, basi dhana ya utawala bora na usimamizi wa rasilimali tunaweza tukafanikiwa. Mafunzo haya yamepokelewa kwa mikono miwili, kwa maana ya kwamba yameongeza uelewa na ujuzi na maarifa kwa wale wote ambao tumewafundisha na wameahidi watatumia mafunzo haya katika utendaji wao wa kila siku wakitimiza majukumu yao. Mrakibu msaidizi wa polisi bwana Nicolas Mwagama amesema matarajio ya mafunzo hayo ni kuona walengo wanaleta mabadiliko chanya katika jamii katika utendaji kazi wao. Naye ndugu Josefu Temanya ambaye ni afisa kutoka Wizara ya Katiba na Sheria naye akizungumza, tunatarajia kwamba italeta mabadiliko katika utendaji wao wa kazi na tutaweza kuona matokeo chanya katika utendaji wao au utekelezaji wao wa majukumu ya kila siku. Mimi nimekuwa katika nafasi ya kusaidia timu katika eneo la lojistiki, kwa maana ya kuandaa vifaa vinavyotakiwa kutumika katika mafunzo, kuandaa maeneo kwa maana ya kumbi na hali kadhalika, kuandaa viburudisho